Mtazamaji, licha ya kuwepo zahanati nyingi karibu na wananchi katika kaunti ya Busia, idadi kubwa ya zahanati hizi haziwahudumi wananchi, ni kutokana na ukosefu wa dawa, idadi ndogo ya matabibu na wauguzi, zingine zikisalia majengo tu ambayo yamemezwa na misitu. Amefanya taarifa hiyo kikamilifu na kwa kina Jeremy Omondi. Katika wadi ya Marachi kaskazini, kituo cha afya cha Bukati, licha kuwa barabarani hakuna chochote kinachoendelea hapa. Ni mradi ulioanza mwaka elfu mbili ishirini na moja na kufikia sasa ni kontena hii pekee iliyoko hapa na ililetwa kwa hisani ya mpango wa Beyond Zero wa mkewe rais mustaafu Mama Margaret Kenyatta. uwa na choo vyote hivi vikiendelea kumezwa na kichaka, ng'ombe nao wakipata eneo safi la malisho. walituletea tu kontena tu, hatujui hatujui imebeba nini, hata kama walifugiamo nyoka na tulikuwa tunatarajia tuwapata hospitali tusaidie. Sasa ketutusha, maana watuletee hospitali ufanye kazi ama waondoe. Sasa sisi tunachungulianga tu kwa dirisha tu tunaona tunaona tuna, tuna viti pale tuna box pale hizi vitanda za wagonjwa ziko ndani, lakini sasa hiyo siku ya kufungua alipigia MCA. MCA alikuwa sijua ameenda ameenda kwa kwa assembly, hakukuja na ilikuwa vigumu venye e, inaweza funguliwa kama yuko, kwa sababu yeye ndio patron wa wa, wa, wa ward wenyeji wa Bukati wamekuwa wakiishi kwa matumaini ya kuona kituo hiki kikifunguliwa ili wapunguziwe changamoto ya kutafuta matibabu, ila kwa sasa subira yao haivuti heri tena. Mimi ninaona ni kama serikali inaendelea kutosahau, wanafikiria sisi hatuna manufaa mengine yoyote katika hii serikali, kwa sababu ule muda ambao umepita ni muda mwingi tangu waleta hapa hii, hii container Waki, wakipenda watu saidie, tunaumia. Watoto wetu wanaumia, ukibeba mtu anaenda kuzaa kufika kwa hospitali, hata mwingine alizaa hapa kwa njia karibu na hospitali hapa. Tafadhali mtu saidie, hii kitu imekaa hapa hata si, hatujui ni nini waliweka ndani yani. Hata kama hawawezi wakatusaidia, basi watu waambie tuanze kulima hapa tupande mahindi, sisi tumechoka. Katika wadi ya Marachi ya kati hali si hali katika kituo cha afya cha Nela, ua na nyaya za stima zilizokuwa hapa hazipo. Kwa mujibu wa usimamizi wa hapa, kituo hiki kimekumbwa na changamoto si haba. wafanyikazi hawa wenye wananisaidia casuals, nilipata wakiwa na salary arrears za 31 months which is a very very huge salary arrears na Sometimes, hapa wanani threaten wananiambia wataacha kazi unaona. Hata hivyo baadhi ya changamoto za kituo hiki zimetajwa kusababishwa na bodi ya usimamizi ambayo inakosolewa kwa kutomakinika katika usimamizi wake. management yamekuwa chini sana, imefika mahali. Hata kuna wakati nilikuja hapa nikajiuliza kwani choo itakosa mlango? Na tuna madaktari tuna watu tuna bodi mahali hapa, lakini mambo hayaendi, mambo si sawa, tumekosa hata maji Ukichaguliwa kazi yoyote kwa dispensary, kuwa tayari kufanyia raia. Wacha kujifanya kwamba unajua na haujui, jaribu kukubali kufundishwa na ufundishi uelewa kwamba unafanya na community. uwe tayari kufika kwa ofisi yoyote kuomba usaidizi. kwa mujibu wa mwakilishi wa wadi ya Marachi ya Kati, Shadrack Masinde, aliyekuwa hapa kupeana dawa, kituo hiki kimekuwa kikisahaulika kila mara kwenye mgao wa bajeti. Nela kidogo ilibaki nyuma ikasaulika, ni kwa sababu ya wakazi wa Nela hawajakuja na umoja kusema wanataka wafanyiwe nini. Lakini kwa sasa nimeamka, nimesema watu wa Nela watawachwa nyuma kwa sababu wamekuwa wakiachwa nyuma. Kusahaulika huku kumekwepo kwa vituo vingi vya afya katika kaunti hii, baadhi sasa vikianza kupata nafuu baada ya kutengewa fedha kwenye mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2025-2026 ya kaunti ya Busia. hata hivyo Wanaotegemea vituo vilivyoathirika wamelazimika kusafiri mwendo mrefu kwa kutafuta huduma za matibabu. Nikiwa katika eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia, naitwa Jeremy Omondi.